Sister lock zako zinaenda kufa kama usipofanya haya mambo. Kwa nini? Kwa sababu sister lock hazitaki kuwa kavu na pia sister lock hazitaki kupauka. Kuna watu wakishaeka sister lock, basi basi wanafikiria matunzo ya nywele yameishia hapo. Basi unakuta nywele zao zinapauka, zinakuwa kavu, yani afanyi chochote mpaka siku ya kufanya retight. Basi kuna kitu kinaenda kukukuta. Uuuta yani kuna kitu kinaenda kuwa lock zako. Kitu cha kwanza kwanza kabisa kukauka kwa locs uasili afya ya nywele. Nywele zikikosa unyevu, zinakuwa dhaifu, zinapasuka kirahisi na pia zinaweza kuanza kuvunjika na kuwa ngumu. Pia sister locks zikikosa unyevu, upoteza mngao asili na kuonekana kupauka badala ya kuwa na rangi uwai. Ngozi ya kichwa pia uasilika. Ukavu unaleta mba na miwasho kwenye ngozi ya kichwa, hali ambayo inaweza kupelekea locs zako kufa kabisa. Kwa kifupi, sister lock zinahitaji unyevu na lishe mara kwa mara. Na unyevu unaweza kuupata kupitia maji ya kawaida au lozi water au spray maalumu maalum ya lock au mchanganyiko wa maji na mafuta. Sasa jamani, ndio maana tumekuja na hii spray bottle. Kama unavyoiona hii ipo ofisini kwa elfu kumi na tano hii unaweka chochote kile ambacho ni liquid. Kwa hiyo ukishaweka umo utatumia kuspray kama video yetu ya nyuma pale ilivyoonyesha, na nywele zako zitakuwa na unyevu.